Yesterday tulikuwa tuko CBD pale tunatembea. mm -hmm. <laughs> na by coincidence yes. Tukaona mm -hmm. mm -hmm. 500 kwenye ground hapo maeneo ya GPO, 500 bisi yangu mwanangu. Mbona umecheka? Hela hujai yokota wapi kuona hela iko chini? Gone are the days za zile za kitambo yeah. Ndio ulikuwa ukiona hela chini, unajua ni bahati yako unaweza ukota. ni, yeah. mm -hmm. ni, yeah. mm -hmm. Ah, kwa hivyo ni kweli Eh, kuna ile ya kuokota, alafu jamaa anakuja hapo nyuma anakuambia chocho chocho huko, au ni ile jamaa uh, Mm. Ya kuna zengine hata pia zimekuwa sprinkled hivi ukishika, mm, unanusa kitu hivo, eh. Yeah. Yani ya it's ni a man, man. Yeah. Mi kuna mtu hapa kaliniambia ni sahau zile pamphlets zile, unapewa labda kwa gari, kwa jam, unapewa karatasi hivi mm, ndio unachukua tu unaenda kusoma, sijui labda ni loans unaenda kuangalia mm, ama ni mashamba, kumbe imekuwa imewekwa ka, ka gas fulani hivi eh, eh, unaenda unazima tu hivi Naporwa mbele, maana jamaa anapiga simu, anasema, unaona hiyo KDA hiyo inapita hiyo blaka, follow up huyo, atazima hapo mbele. yeah. Yeah, it is that serious yani it's a man eat man society. Kwa makini bro. mm. Hii ni Kanairo.